Mitaani huko leo, amwasogelei mpaka mm -hmm. upewe maelekezo. Kwa hiyo ni jambo la heri, jambo la busara. Karibuni sana wanahabari, asante sana. Kitu ambacho kimetuleta hapa Dotto leo ni maneno ambayo anasema mtaani kwamba sasa hivi kama umemtenga na base na wale wasanii wengine wale, ngoja <laughs> nikwambie huyu ndo kioo cha jamii kikubwa, aliwafanya mpaka wale wakaonekana. Kwa hiyo hmm. utari kashavuka, ni levo yake kubwa, kama anaitwa hadi kwenye mapambano ya Yanga Dei, wapi huko hmm. Anakutana na watu wakubwa tayari, ukashavuka, ni msanii mkubwa mm. Tunachoangalia tunasubiri show tuzije kubwa yeah. Kwani show aziji zinakuja sana mm. za watu fudenge sasa okay. Show mtu anakwambia yeah. Mlio wakati <laughs> mm. mimi mlio ninao mfukoni hapa eh <laughs> mm. kwa hiyo mimi nakukatia simu yeah. Jipange tena, siongee chochote mm. wewe utaongea moyoni, wewe ongea tu huko mm. sio, atapotea atafanya nini? Wewe mwenyewe umepotea mm. unaonekana, kwa hiyo kelele zako za kwenye siri. Mm. Sio mimi nielewa. Yeah. Kwa hiyo maisha yako hivyo. Kwa hiyo twende na wakati, twende na muda. Sawa. Hapo hapo kwenye Yanga dai nakumbuka, kama kumbukumbu zangu haziko vizuri, utanikumbusha pia. Mimi ndo nilichelewa, ndo maana ukiona mejementi msanii, inabidi uwe na mtu tena mwingine mwingine mejementi. mm -hmm. Mimi na kazi nyingi. mm -hmm. Nilitumiwa message, mm -hmm. ile tangu asubuhi, mm -hmm. sijui mm -hmm. mchana, tangu asubuhi kusoma, sijui kuiona saa sita mchana naanza kuposti vitu vyangu, kumbe aliambiwa apande tangu saa tano asubuhi. mm -hmm. Ndo alikuwa kufunguzi yule, ndo mwanzilishi. Kwa hiyo siwezi mm -hmm. kulaumu, ni mimi mwenyewe mejementi yangu. mm -hmm. sawa Unajutia? una si juti, ni vitu vya kawaida, kwa sababu mimi ni mzoefu na hizi kazi. Huyu hajaje hivi, haja kufikia hivi, mpaka mi nimefika, kafikia hivi. Kwa hiyo siwezi kujutia kitu nilikomtoa tofauti mm na hivi -hmm. kwa hiyo tender zipo na nyingi, na Yanga dai bado wanaendelea na watatita tena mm -hmm. na sima, wengi walikuwa wanasubiria pambano lake. Sema mimi meneja nilichelewa hmm. <tabukawa> <tabukawa> kwa management kusoma ratiba. Pengine mm. Wizi. Ngorema vipi? Ah, kama kawa. Poa? Ah, mimi poa. Unajisikiaje kwa ndoto na ndoto magari mpaka leo? Ah, mimi najisikia poa tu, amani. Ah, unapomwambia unajisikia ina maana ukoenda kaende sehemu zingine, sasa ingekuwa shapotea, watu washamchoka. Nyenye, yeah. Mmempata kwa bahati, kutokana na wajukuu zangu tumeanza siku nyingi. Mtu mwingine umuone umoji tena. Mm. Sasa mimi mwenyewe nikijirekodi tu nikimoji inaenda mjini. Sawa. Ah. Sema nyenye ndo watu wa duniani, Unaofanya dunia iamini. Sawa. Dogo Rema, sasa na wafuasi wako au wadogo zako wengi sana ambao wanakufuatilia. Na Dotto washasema wale wasanii wengine ambao wanaenda pale wako chini yako. Unajisikiaje kuwa na watu ambao unawasimamia pia na wako chini yako ya, na wewe ndio msanii main? Yeah. Ah, kwa hilo sitaliongelea sana maana mimi bado sijapewa mamlaka yoyote. Kwa hiyo siwezi kuliongelea sana. Eh. Yeah. Dotto yeah, ulisema huyo ndio kiongozi ah wako huyu huyo ndio mwanzilishi mpaka wale wakaonekana. Kwa sababu nilianza kumtoa huyo ndio wengine wakaja. Kwa hiyo ni mwanzilishi.

kweli kwamba upepo wako sahivi umeisha? Watu wanasema kwamba ule upepo ulikuwa nao mwanzoni na sahivi tofauti, kwamba sahivi kwa namna kidogo kama umeshuka hivi, haujashuka huko pale pale, ila mambo sahivi yanayoendelea mtandaoni, tunakaa kimya kwanza, tuwachee watu wengine na wenyewe wasikike, ila mda huu bado mda uko mwingi. Kwa hiyo mda ukifika, watu wataona kile ambacho tunachokiandaa na tunachokipanga unasikia? Kazi yani mda upo. Yaani mtu sie kama aonekani. Unataka hata kuwabadilishia vibweka. Sababu vibweka hivi tena mshaviona, ndio vimfaa mpaka nyie mkatujua. Kwa hiyo tunabadilisha miundombinu. Sio hmm, umeelewa? Kwa hiyo kajibu vizuri. Huko kujibu angalau ana ya anaweza. Hmm. Yaani waache wasikike tuache wao wengine walokuwa kwenye mitandao wasikike. Sisi tutafanya vitu. Ukishamaliza hmm, nao mtaviona. Sawa. Hmm. Hmm. Hmm. Yaani hivi vitu vitakaji haraka, vitakaji nguvu nyingi. Sio kusema umfuate sponsor nani mwenye jina. Haitakiwi hmm, sasa hivi. Unajua ukimfuata sponsor unamtangaza sponsor, mtangaza hmm, tena dogo leo. Tajiri fulani ndio kamsaidia. Hmm. Kwa, kichobo, sao, Kwa o tunamtangaza yule kichogo na hatumtangazi huyu kayo. Sisi bado tuko kwenye brand ya kumtangaza huyu, ndio maana hatutaki msaada wa mtu yoyote hmm. Tukizidiwa tutasema sawa, sah kabisa Dogorima, hey. Biashara muziki, na ionaje? Since umeachia EP p, nikimnukuu Diamond Platinum, siku alisema alifanya mahojiano akazungumzia kwamba akiachia album anatambulisha uh, nyimbo nyingi ambazo hazitafahamika kuliko wimbo mmoja. Anaweza kukuta kwenye album wimbo mmoja unakuwa na take over kuliko nyimbo nyingi, nyimbo zingine kwako. Kwa umeachia EP, uh, mpaka sasa hivi mfumo wa biashara unaonaje? Ulikuwa sahihi kuachia hiyo EP kwa wakati huo au alichokizungumza sima kiko sawa? Uh, kwa wakati ambao mimi niliachia EP yangu wakati sahi ndo maana nikaachia. Kwa hiyo sikuwa wakati sahi nisingeachia. Okay. Eh, na biashara unaionaje sasa IP yako ilivyouza na nini? Mauzo uko ma Spotify. Mungu Mungu amshukuru Mungu IP imesikilizwa imeenda kwa hiyo nashukuru. Anapata dola zinaingia dola kwenye mambo ya nini sio mnasema? Eh, Digital dola platform. Eh, hey, anapata dola. Hmm. Mziki ukakaa wiki siku tatu, yeah. Mziki, mm. Nikwambieni nikwambie ujue mziki utafika kila siku watu wakuone wewe. Unaweza ukakaa wiki siku tatu unaibuka. Alafu yeah. Mziki sie kuimba. Yale matendo yako. Mm -hmm. Watu wanajuaga mziki kuimba wangapi? Wanaimba waonekani. Mm -hmm. Matendo yake ndo kama hivi ndo. Mm -hmm. Mziki sawa kuimba. Mm -hmm. Tayari unaweza ukaimba. Mm -hmm. Siku wenelewa mayale. Mm -hmm. Matendo yako ndo mziki na na, na na remix nakumbuka, na wakati unapiga show siku ile zile show to show, Nandi alikuwa anawaambia mashabiki pale ready, Are you ready? Uh, na remix ya ule wimbo wako ule na Nandi mpaka e, na saa hivi kimya dogo rema, unajua kila kitu kinaenda na mipango, uweziakuuka mambo kama hayo yeah. Kwa mwenyewe mm -hmm. anadai mda wake yupo free kila kitu kitaenda sawa. Kila kujia kujia remix. Lazima oya, sasa mimi nice si familia yangu mm, sawa mm, familia yangu, kwa hiyo dada lazima akiona, anajua na muda mm, na babu yangu Doto na msanii wake ni wape kolabu, kwa hiyo anaelewa dada sawa, yaani anaongea vizuri, yaani labda ana habari. Nikwambieni, mkijaga kumwoji huyu, mnajua visa, mnapata habari za ukweli hmm. hatuna uongo uongo, sababu sisi hatujakaa hapa katika media tumdisi mtu, tumekaa tufurahishe so, nafsi za watu so, yes. Lakini kuna watu wako kwenye media kama hivi, wakishaona maiki ziko karibuni mia nane bongo trendi kichogo nani mtu fudenke anaongea ujinga ili anajua, kumbe pale unajishusha mele nadhani msanii wangu mnamwona mjamoji siku nyingi, lakini vitu wanavyojibu ni very nice, yeah, make sense, vitu ambavyo vya kumfanya mtu vinamshawishi huyu. Mm. dogo bado awepo na atawepo. Sawa Doto, ukiachana na kumajimenti msanii kama ambavyo unasema wewe, pia ni mfanya biashara. Sasa hivi kuna ugomvi mtandaoni unaendelea kati ya Resti na Nifa, kugombania kufanya biashara na nini wagombania wateja na nini, kama mfanya biashara zako labda nikwambie kwenye maisha Ujue riski ndio mwanzo wa chuki. Kila siku nakwambia hivi. Riski mwanzo wa chuki. Sawa. Kwa hiyo mimi siwezi tu kupauka kugombana na mtu kama sina riski. Kwa wale wote wana riski. Sio mimi nielewa. Kwa hiyo riski ndio zinawapa power. Kwa mimi mkubwa ninavyoona. Kwa sababu kama mimi wewe una njaa huwezi kugombana na mtu kwa wala kuwa muda wa kumshirikia kumwangalia mtu kafanya nini, kwa sababu si una njaa, unaangalia hiyo tumbo lako. Kwa hiyo ukishapata pesa sasa ndio unaanza kuwa mchokozi. Kwa wale tusiwalaumu. Sawa bwana, riski zinawachanganya mm. Wanapata sana riski kwa wakati kwao, zinawapa power. Lakini wangekuwa na njaa wote, hawana kitu, nadhani wangeheshimiaki mm. Mimi langu ni hilo tu eh, okay. Hey, yale ukimwona siku zote mtu mchoro korofi mtaani mm. Kapanga na magari yake mawili majirani kutwa yeye anavimbishia mdomo, unajua huyo ana riziki mm. Hey, hey, inamwangaisha sasa, lakini baka amelia mtandao yeah. Ah huwezi si jua <laughs> mimi <laughs> nime hapo nimeishia hapo, nimeishia hapa kwa sababu hii ni mkubwa. Mimi nimeoga ah, huyo usimuingiza mambo hayo. Mimi nimeishia hapo, nimesema ukiona watu wanagombana, unajua wote wana wana riziki yeah. chochote kipo yeah. ukiwa na njaa huwezi kugombana na mtu eh yeah. hivyo, hey, hapo ndo nilipoishia mimi yeah. una manage msanii na tumeona Nandi jana ngoma yake, kuna mtu wana ameripoti kwamba. Ama samani, usiniingize samani sana kwenye hivyo vitu yani. Tuongee vitu vingine. Nampenda mjuku wangu Nandi, nampenda mdogo wangu Beli Nice na ndo familia yangu mm, kama familia za watu wengine kwa. Oh, na kwa kwanza huko sipo samani, na atashushaje ngoma kwanza atatokea bwana? Hebu acha kutubadilisha akili hapa Loto. Wewe nani kwanza we